Na ni hospitali ya muda mrefu, pia ni hospitali nzee, na miaka karibu mia moja sasa. Ukiangalia kwa maana ya majengo, sehemu ambazo tunatolea huduma haziachi na, na shughuli ambazo zinaendelea kila wakati zinahitaji kufanyiwa renovations, lakini pia kuwekwa katika mazingira ambayo yana yanaridhisha yana kwa wale ambao tunawahudumia lakini pia wale ambao wanapatiwa huduma sasa ukiangalia ukubwa wa hospitali na shughuli zinazoendelea, rasilimali fedha kuweza kufanya shughuli yote hiyo kwa wakati moja, inakuwa ni changamoto kubwa sana. Kwa hiyo, kuna wakati utakuta mnaanza sehemu moja, lakini mpaka inamalizika sehemu nyingine, tayari unakuta imesharudi rudi nyuma tena, au inatakiwa tena kufanyiwa uh, repainting au renovations. Kwa hiyo, utakuta kwa upande wa hospitali na ukiangalia sasa huduma zenyewe ambazo tunazitoa na zenyewe ni competing, na ni expensive kwa maana ya miundombinu yake kwao unakuta tuna, tuna, kila wakati tunakuwa na hiyo changamoto ya kuweza kuendelea kutoa huduma zetu, kuendelea kuhakikisha kwamba huduma zinakuwa ni bora, lakini pia kuhakikisha kwamba mazingira tunayotolea huduma yako katika mwonekano mzuri, kwa kama tunavyofahamu, kwa, na kwa kushukuru sana kwa serikali hii ya awamu ya sita ambayo imetoa kipaumbele sana kwenye sekta ya afya. Kwa hiyo na sisi kama hospitali ya Taifa tuko very proud kwa maana ya kwamba ya, ya shughuli tunazozitoa huduma um, za kibobezi ambazo tunazitoa lakini pia kwa hii miaka ya karibuni tumejikita sana katika kuboresha muonekano wa hospitali yetu. Pia unajua hospitali wakati mwingine mpaka tulikuwa tunafikiria kwamba ni sehemu ambayo haitakiwi kuonekana labda nzuri Mtu anafikiri kwamba ni hoteli tu inatakiwa kuonekana nzuri, lakini tunaelewa kwamba hata kama unaugua, mazingira peke yake yanaweza yakakuponyesha pia. Unatakiwa unaugua, unaenda pia sehemu ambayo unaiona na yenyewe unaogopa hata kuhudumiwa pale mahali. Kwa hiyo muonekano wa sehemu ambayo unatolewa unapewa huduma wewe, hata kama ni mpokea huduma, inatakiwa pia iwe katika mandhari na muonekano ambao unavutia. Tumewaziri katika kwenda kutekeleza na kilele kile cha miaka 30 ya Veta moja ya vitu ambavyo ulituambia tuje navyo na kuona kwamba tunaleta impact ni vitu ambavyo ulituambia twende kutizama shughuli kule kwenye jamii mbalimbali. Na moja ya shughuli hizo tumeweza kutekeleza, tulikuwa na activity mbalimbali katika ngazi ya wilaya na mikoa na kanda zilizoko katika vyuo vyetu, lakini tukasema pia kuna shughuli hii ya kutekeleza kwa jamii, ambapo tunaenda kufanya painting kwenye mahospitali, lakini pia na mashule ambayo yapo katika mikoa mbalimbali na katika kufanya hivyo. Leo tupo katika hospitali yetu ya Muhimbili, ambapo tulikuwa tumewafata wenzetu akatuambia kuna ile eneo, na sisi tukaona ni eneo sahihi kwa ajili ya kuweza kulirudishia na kuweka rangi na kulipendezesha, na pia kupaka kupiga kuchora zile picha ambazo ziko humu ndani, na katika kufanya hivyo tunajua kwamba tunachokitekeleza tunakirudisha kwa jamii. Hata kama ni hospitali ya umma, hospitali ya serikali, lakini wanaopata huduma ni wananchi wa Kitanzania paka rangi. Na kwa hiyo wameamua kwamba sasa hawa vijana wataenda katika maeneo mbalimbali, sehemu kubwa nadhani hii, lakini kazi inafanyika, najua na watafanya Iringa nadhani Tabora, kuna sehemu mbalimbali ambapo wanaenda kufanya kwenye mashule, kwenye zahanati, kwenye hospitali, kwamba hawa vijana wanapokuja kusoma Veta wanafundishwa vitu vingi mojawapo ni mambo ya ujenzi, mambo ya kupaka rangi, kwa wanakuja kuonyesha uwezo wao wanakuja kuonyesha uwezo wao wa, wa kwa kujitolea kufanya kazi hii kwa ajili ya hospitali yetu. Kwa nawapongeza sana VETA kwa initiative hii na timu yote ya VETA na bodi ya VETA e, na vile vile na, na washukuru sana wenzetu wa Insignia. sisi tunawajua maarufu kama Koro, ndio inafahamika zaidi kwa sababu nanyie mmetoa rangi hao vijana wanaleta ufundi wao, nyinyi mnatuletea rangi, na wenzetu Dk Faraja Chiwanga hapa wa wametupa jengo ili tuweze kushowcase kazi ambayo tunaifanya. Ni shughuli za maadhimisho ya miaka 30 ya Veta tangu yazishwe, ambayo baadaye tutakuwa na mgeni rasmi waziri mkuu e, tarehe 18 ndio tutazungumza mambo mengi sana, ikiwa ni pamoja na hii lakini vile vile ni maadhimisho ya miaka hamsini tangu serikali ianzishe idara ambayo ilikuwa inasimamia masuala ya mafunzo ya ufundi na ufundi stadi. Idara hii ndio baadaye imekuja kuwa ni Veta. Kwa hiyo ni maadhimisho ya miaka hamsini ya Veta ikiwa katika muundo tofauti, lakini miaka thelathini ya Veta katika muundo uliopo hapa. Sisi tunathamini sana kazi ambayo inafanywa na hospitali yetu ya Muhimbili, na kwa hakika nakushukuru umenikaribisha kuja tena hapa sio kama mteja, lakini kuja kutembea na kuangalia, lakini tumekuja vile vile kama wateja, tumeuguza humu. Tunaona maboresho ambayo serikali yetu nafanya, ikiwa ni pamoja na jengo hili. Ni kweli kuna wakati nadhani zamani sana, ukija Muhimbili unaweza ukaa depressed, kwa sababu juhudi za kuokoa maisha zilikuwa zimechukua muda mkubwa kiasi kwamba miundombinu na kupendezesha mazingira ilikuwa ijachukua priority kubwa sana, na inafahamika lakini nadhani sasa hivi mambo ni mazuri sana hatua kwa hatua, hata kama bado changamoto zipo, sisi tunafurahia kazi inayofanyika kote huko, ili jengo moja hapo, ndio mara ya kwanza nimeingia huko la la watoto uh, unaona ni zuri, mpaka ukumbi wa mkutano kishafika, eh, JKCI pale, kwa sababu mbalimbali, MOI na kadhalika. Kwa hiyo sisi tuna waunga mkono namunga mkono Osa Janabi na timu yenu yote kwa kazi zote mnazofanya na tunapongeza yeah, serikali yetu kwa ujumla wake na rais wetu mheshimiwa Dr Samia Suluhu Hassan.